Kwa uwezo wako, si kwa akili zetu, tujalie neema tunapoianza siku ya leo na tunapoikabili wiki nyingine. Nenda pamoja nasi, tunaachilia masaa yaliyoko siku ya leo, lakini pia hi, tatu, juma, tano, ramisi, juma, juma mosi, na siku zilizoko kwenye wiki hii: Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Jumaa, Jumamosi na Jumapili. Nenda pamoja nasi, tufunike, tutunze, tulinde na kutupigania, tutenge kinyume na kila mashambulizi na roho za ubaya Damu yako Yesu ikaendelee kutunenea mema, sisi pamoja na ndugu zetu na jamaa zetu, popote tunahitaji kuona mkono wako, itunze nchi yetu, ilinde itunze na kanisa. Lakini tunapokaribia, inapokaribia madhabahu yako, damu yako ikatunenea mema, ikatutakase na kutuosha, ikatufinyange na kutukarabati. Achilia ndani yetu utulivu, usikivu na uelewa, ili kile ulichokusudia kukiachilia kupitia neno lako kikawe sehemu ya maisha yetu, katika damu yako na jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Amen, amen. Tunaendelea na somo letu lenye kichwa kigumu kidogo kinachosema unapotoa epuka kujihurumia, jifunze kutoa bila kujihurumia. Tulianza hicho kichwa, tumekuwa tukienda nacho si kwa spidi nzuri, lakini tumekuwa tukienda nacho taratibu. Lengo ni ili uelewe. Siku ya Alhamisi tulianza kuangalia ajenda ya nne inayoweza kukuonyesha ya kwamba moyo wako umeshikiliwa na mali ama fedha. Tulitaja ya kwanza ni kudhani kwamba wewe ndiye sababu ya mafanikio. Ya pili, kuona ulivyo navyo ni mali yako. Cha tatu, kuona kuwa ulivyo, ulivyo, ulivyo, uh, ulivyo na ulivyo navyo ni matokeo ya bidii zako wala sio Mungu. Tulianza na ya nne kwamba kuona kuwa suala la kutoa ne kufilisika ne kupungukiwa ne kupoteza katika vingi ulivyo navyo. Huu mstari siku usoma ijumaa haramisi, natamani ni niurudie leo, ili nione nina unganishaje na kipande cha leo wa Kumbukumbu la Torati mlango wa nane mstari wa kumi na nne mpaka wa kumi na nane. Kumbukumbu la Torati mlango wa nane mstari wa kumi na nne mpaka ule wa 18 Biblia inasema hivi, tuliusoma kipindi kile, lakini nataka niurudie tena, ili angalau kukupa mwendelezo wa kinachotaka kuendelea leo. Anasema basi hapo moyo wako, ngoja nianzie mstari wa kumi na tatu wa kumi na mbili nadhani ndo umepata umebeba meseji nzuri, angalia utakapokuwa umekula na kushiba kuna watu tukila tukashiba tunadhani maisha ndivyo yalivyo. Yaani wakati wewe unakula, kuna wenzako hata kula hawawezi, na hawajui kwamba kuna kula, inabidi walishwe kwa kutumia mirija. kwa nini afya zao zimezorota, haziko vizuri. Wewe unapohisi njaa, kuna watu hawajui nini maana ya njaa, kwa sababu wanapambana na sekunde yao ya mwisho ya kuacha maisha. kwa usijokadhani kila mtu yuko kama ambavyo wewe upo, na usije ukadhani ulivyo ni kwa sababu ya bidii zako na ni uweza wa kwako. Sasa hapa anasema na tutahadharisha kwamba utakapokuwa umekula na kushiba na kujenga nyumba nzuri na kukaa ndani yake. Kuna watu wamejenga nyumba hawajaingia hata kwenye hizo nyumba, na <laughs> ili kukuheshimu, wanapitisha jeneza kwenye hiyo nyumba ili angalau, anasema marehemu angalau apite hata akiwa amekufa kwenye nyumba yake. Kuna watu wamejenga nyumba hawajaishi. Anasema, na makundi yako ya ng'ombe na kondoo yatakapoongezeka na fedha yako na dhahabu yako itakapoongezeka, na kila kitu ulicho nacho kitakapoongezeka. Angalia mstari wa kumi na nne. Basi hapo moyo wako usinuke ukamsahau Bwana Mungu wako. Maongezeko ni mazuri sana na hakuna mtu asiyependa maongezeko katika nyanja zote, lakini maongezeko yanayokutenga na Mungu si salama kwa maisha yako ama kwa mahusiano yako na Mungu, si jambo la kulifurahia. Lazima uone kuna kitu cha kukifanya unapoona kuna maongezeko yanayokutenga na uso wa Bwana, unapoona unaongezeka halafu kiwango cha maombi kinapungua unaongezeka halafu ki, eh, kiu ya kwenda ibadani inakauka. Unaongezeka kiu ya kumtafuta Mungu inapungua na imani yako inatindika, ujue hayo maongezeko hayalengi kitu kizuri kwenye maisha yako kwako. Fanya tathmini mapema kabla haujapata anguko lililo baya. Anasema basi, hapo moyo wako usiinuke ukamsahau Bwana Mungu wako aliyekutoa katika nchi ya Misri katika nyumba ya utumwa. Nilikwambia unapotaka kumshukuru Mungu katika kila hatua jifunze kukumbuka ulikotoka, kule ambako Mungu alikubeba kule ambako Mungu alikuchukua na kukufikisha kwenye hatua ulionayo. Anasema aliyekuongoza katika jangwa lile kubwa lenye kitisho lenye nyoka za moto na nge, na nchi ya kiu isiyokuwa na maji, aliyekutolea maji katika mwamba mgumu angalia ulipita kwenye mazingira hatarishi kama haya, Mungu alikuvusha. Kuna watu hata ajira mlizo nazo biashara mlizo nazo, ukiulizwa ulifikaje fikaje hapo, huna maelezo ya kutosha zaidi ya kusema ni Mungu tu, ni kibali na neema ya Mungu. Sasa hiyo isikusahaulishe pale unapofanikiwa, hiyo isikutenge na uso wa Mungu pale unapoongezeka. Anasema mstari wa kumi na sita, aliyekulisha jangwani kwa maana wasioijua baba zako apate kuku, uh, apate kukutweza apate kukujaribu ili kukutenda mema, mwisho wake. Nataka tuishie mstari wa 18. Hapo usiseme moyoni mwangu nguvu zangu. Na ndicho ambacho mara nyingi tunajisahau nacho. Mwanzoni huwa tunamtafuta Mungu kwa machozi sana, tukifanikiwa huwa tunanyenyua mabega na kudhani ni elimu zetu, ni connection zetu, ni wazazi wetu, ni ndugu zetu na watu wetu wa karibu hata magonjwa pia, mtu wakati wa ugonjwa anakuja kwa machozi. Mungu akimvusha hatajwi tena Mungu kwenye hiyo kona. Wanatajwa madaktari, wanatajwa watu, inatajwa fedha, inatajwa bima na vitu vingine. Simaanishi ni vibaya kuvitaja hivyo vyote, lakini kumbuka Mungu amevitumia. Mungu kwanza, Mungu ndiye anayepaswa kutajwa kwanza, wakati vitu vingine vinafuata. Anasema hapo moyo wako, moyoni mwako usiseme, ni nguvu zangu za wala uwezo wangu ama mkono wangu ndio ulionipa utajiri, bali utamkumbuka Bwana Mungu wako. Napenda hiyo sentence, bali utamkumbuka Bwana Mungu wako. Kumkumbuka maanake ni kurudi kwa shukurani, ni kurudi kwa ibada, ni kurudi kwa moyo wa unyenyekevu, kama yule Msamalia alipoponywa ukoma wake. Anasema bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri. Hatufanikiwi kwa uwezo wetu. Hata kama Mungu anaweza kawatumia watu, ila ni Mungu anayetufanikisha, ili alifanya agano afanye imara agano alilowapa alilo baba zetu kama hivi leo. Kwa hiyo unapoona moyo wako unaona ulivyo navyo ni kufilisi, kuvitoa kama sadaka ni kufilisika ni kupungukiwa na kupoteza, jiulize mara mbili mbili. Unapoona moyo wako kutoa sadaka unaona ni mateso, ni shida linakufanya ulalamike na kunung'unika, hiyo ni ishara ya kwamba moyo wako umekamatwa, umeshikiliwa na mali na fedha. Unaziona bidii zako na nguvu zako, wala huioni neema ya Bwana. Na nilikutahadharisha kitu, nikasema, kumbuka unapotoa sadaka yako, ile ni ibada. Narudia hiyo sentensi, unapotoa sadaka, ile ni ibada. Na ndiyo maana huwezi ukaitenga ibada na sadaka. Palipo na sadaka, pana ibada; palipo na ibada, pana sadaka. Kwa hiyo lile tendo la utoaji wa sadaka unapaswa uwe makini nalo sana. Kuna watu huwa wanalifanyia mzaha, na ndio maana anaweza akawa natoa huku, moyoni ananungunika. Unakumbuka tulivyosoma Waefeso tatu mstari wa 20, anasema yeye anajibu zaidi ya tuombavyo na tuwazavyo. Kwa hiyo kile unachokiwaza wakati wa ibada <laughs> mbele ya madhabahu ya Mungu kisadaka, Mungu anajibu anaachilia hicho ulichokiomba. Kwa hiyo unapoyabeba malalamiko wakati umebeba sadaka mkononi mwako, unafanya kitu cha hatari sana. Ni afadhali ukafanya matengenezo ya hicho kinachokufanya ulalamike, ndipo uje utoe sadaka na moyo ulio mweupe, moyo ulio salama, na moyo wa kupenda. Kwa hiyo anza kusemesha moyo wako kwanza, sio kulalamika, sio kutoa sadaka huku ukilalamika. Uanze kuviona vitu vyote kwamba ni mali ya Mungu, na kwamba yeye ndiye aliyekupa, yeye ndiye aliyekupa dhamana, na hasa ukikumbuka kwamba moyo eh, ukikumbuka mahala ambako Mungu alikokutoa, ya kwamba haikuwa bidii yako, haukuwa uwezo wako, ilikuwa ni neema ya Bwana. Hicho angalau nilitamani nikiweke sawa kabla sija kupeleka kwenye kipande cha leo. Angalia, wakati sisi tunajionea huruma kutoa sadaka wakati sisi tunalalamika na kunung'unika, wako watu ambao walivuka hapo. Walitoa sadaka zao kwa moyo, walitoa sadaka zao kwa kumaanisha, walitoa sadaka zao kwa bidii, walitoa sadaka zao kwa moyo wa kupenda, na Biblia ikawaona ikawaandika. <laughs> Mungu atusaidie. Yani, wakati wewe mpaka leo unalalamika, wako watu ambao walivuka hapo. Hebu twende kwenye kitabu cha Kutoka ishirini na tano hapo kidogo eh, kuona kilichoko kwenye hiyo kona. Kutoka 25 mstari wa kwanza hadi ule wa pili, uone wakati sisi bado tunalalamika mpaka leo. Sadaka zimezidi kila wakati, sadaka, kila wanapohubiri sadaka, hawachoki? Hivi hawatuonei huruma sisi? Tumekuwa maskini, tunawezaje kutoa? Hivi hawawaoni matajiri wanaotakiwa kutoa? <laughs> unisikilize, Kutoka 25 mstari wa kwanza mpaka wa pili. Biblia nasema hivi Bwana akanena na Musa akamwambia, waambie wana wa Israeli kwamba watanitwalia sadaka, kila mtu ambaye moyo wake wampa kupenda, mtatoa kwake sadaka yangu. Nataka nisome mstari huo huo lakini kwa tafsiri ya neno, mstari huo huo kwa tafsiri ya neno, nataka nisome hapo hapo, kutoka Kutoka 25 mstari wa kwanza mpaka wa pili Anasema hivi: Bwana akamwambia Mose, waambie Waisraeli waniletee sadaka. Umeona hiyo? Hilo neno lilivyo tofauti? Kula nasema mtatoa, hapa nasema waniletee sadaka, utapokea sadaka kwa niaba yangu. Sasa nataka uone hiyo tafsiri kutoka, kwa kila mtu ambaye moyo wake wapenda kutoa Narudia tena mstari wa pili, waambie wa Israeli wanilete sadaka. Kwa hiyo Musa anaenda kulitoa hilo tangazo kwa wana wa Israeli kwamba mnapaswa kuleta sadaka, mlete sadaka, Bwana anahitaji sadaka, mlete sadaka anasema lakini, wewe Musa, utapokea kwa niaba yangu. Weka kituo unapotoa sadaka kanisani kwako Unaweza ukawa unawaona watumishi wa Mungu mbele yako, lakini nikufundishe hili: jifunze kumwona Mungu nyuma ya pazia, ambaye ndiye muhusika wa hiyo sadaka. Wale wanafanya kwa niaba, wanamwakilisha Mungu. Anasema kwa niaba yangu, kutoka kwa kila mtu ambaye moyo wake wapenda, wapenda kutoa yako mambo mawili yamefichwa kwenye hicho kipande cha mwisho, kwamba kumbe tunapotoa sadaka tunapaswa tuwe na vitu viwili ndani ya moyo. Jambo la kwanza ni moyo wa kumpenda unayempa sadaka, ambaye ni Mungu, ni Mungu. Narudia hiyo sentensi, hatutoi kwa kanisa, hatutoi kwa wachungaji, hatutoi kwa wazee, tunatoa kwa Mungu, lakini wao wamesimama kwa niaba kwa hiyo kabla hujaamua kutoa sadaka, cha kwanza lazima umpende. Sasa ninajua Wakristo wengi tumefundishwa kupenda ule upendo wa <laughs> kule mtaani, ule ule wa kupendana kule mtaani. Sasa mi nataka nizungumze upendo huu ambao Mungu anasema, huu ni upendo wa kuthamini, wa kumtanguliza Mungu kwanza katika vyote alivyokubariki navyo. Nadhani utakumenielewa kwa hiyo kwa Kiswahili kingine tungeweza kusema uh, unapokuwa navyo vile ambavyo Mungu amekubariki navyo, Mungu awe namba moja, matumizi yako yawe namba mbili. Kuna watu hapo watachanganyikiwa. Niliwahi kusema kwamba unapotoa sadaka yako, kama neno sadaka halipo kwenye bajeti yako, unacholeta ni chenji hata kama umeleta hela nyingi <laughs> Mungu atusaidie. Narudia hiyo sentensi, unapokuwa una kipato chako na wakati wa ku uh, wa wa kukiwekea matumizi yake haujaainisha neno sadaka, tafsiri yake maana yake kile unachokitoa ni chenji, ni masalia, ni mabaki. Kwao tunahitaji tulione neno sadaka kwenye kile ambacho unakwenda kufanyia kazi kipato chako japo nikutahadharishe kwamba sadaka haipaswi kuwa bajeti, ila inapaswa iainishwe miongoni mwa vitu unavyokwenda kuvifanya kama kipaumbele, baadaye endelea na bajeti ya matumizi ya kwako. Ngoja nijaribishe, Bwana Yesu asifiwe. Kocha kwanza ni moyo wa kumpenda Mungu. Tafsiri yake ni nini? nimepata mshahara wangu. Mungu safari hii ninataka kutoa kiasi gani? Mungu safari hii natenga kiasi gani? Achilia mbali lile fungu la kumi, ambayo sio mali yako kiutaratibu na kisheria, katika zile tisini zilizobaki, kwa sababu kuna wiki zingine na kuna ibada zingine, na unapaswa kwenda na sadaka. Unapanga kumtolea Mungu kiasi gani? si kama mnaona hiyo picha? Kwa hiyo unapotengeneza kwanza mpangilio wako kimipango kwa kumtanguliza Mungu, huko ndiko kumpenda. Lakini cha pili sio tu kumpenda Mungu kwa namna hiyo ya kumpa kipaumbele. Cha pili kupenda kutoa, yaani pale unapokuwa na vitu, kuwa na msukumo wa moyo wa kuviachilia kwenye madhabahu ya Bwana, wa kutokuwa na moyo mzito. Kule kule mtaani tunasema moyo wa birika, kutokuwa na moyo wa uchoyo na wa unyimi kwenye kutoa. Miongoni mwa vitu ambavyo vimebeba majibu ya papo kwa papo tena yenye kiwango kikubwa cha kimatokeo ni kwenye kona ya sadaka. Imetenda vitu vingi sana na ndio maana Mungu anamwambia Musa, usikusanye sadaka kwa kila mtu, waambie wao wenyewe walio na moyo wa kupenda na kupenda kutoa ndio waniletee sadaka. Sasa angalia, anasema walio na moyo wa kupenda na kupenda kutoa wala sio kwa msingi wa uwezo ama umasikini wao, kwa sababu nilikuwa ninapiga picha hapa, kama Musa angeenda angeambiwa tu na Mungu kakusanye sadaka, nina uhakika kama binadamu angekuwa na jicho hili, hivi kanisani kwangu wenye uwezo ni akina nani? Hakuna dhambi mbaya kama hiyo. Nimeongea neno gumu kidogo, ngoja <laughs> nirudie. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nikupe mfano utanielewa kwa nini nimesema hilo neno tulienda kwenye kanisa moja Mkristo um, mmoja akasema, wakati mchungaji anataka kutengeneza madhabahu akasema, madhabahu tulionayo haifanani na hadhi ya Mungu, tunataka tutengeneze madhabahu ya kiwango ambacho tukitazama madhabahu tuone kweli ni mahala ambapo Mungu anaweka maskani yake. Wakapiga bajeti, ilikuwa inaenda madhabahu peke yake milioni themanini. Mkristo mmoja akasema, mimi nitatoa yote nataka nikuonyeshe kitu hapa. Akasema mimi nitatoa yote milioni themanini. Mchungaji akawambia tupe muda. Walipoenda kwenye baraza la wazee kujadili, jamani, mwenzetu ameamua kutoa sadaka ya kwake. Wako watu waliosema, aise, tunamshukuru Mungu, wacha atoe ili tumalize haraka. Kuna wazee wengine wakanyanyuka wakasema, hapana. Sasa unisikilize sana kwenye hiyo sentensi wakasema tukimwachia yeye akatoa milioni 80 tafsiri yake amevuna baraka za wakristo wote. Ngoja <laughs> nikuambie, usifurahie kanisa leni kupata, kupata misaada <laughs> unaporuhusu watu watoe misaada wanavuna baraka. Tunakuwa na mikutano, tunakuwa na semina, tunakuwa na masuala ya ujenzi wewe kama kiongozi ulioko kwenye baraza ya kwenye kamati yoyote ile, tusifurahie mtu mmoja kubeba baraka zote. No, kila mmoja awe na sehemu. Yani kama hawa watu walipofika mahali mwishoni, wakakubana na kaambia pana atoe sadaka, hata kama atatoa hizo, lakini tusiwazuie wakristo wengine na wenyewe kutoa, ili ikiwezekana, tuweke tuchukue hiyo sadaka yake, lakini na wakristo wengine watoe, tuboreshe kiwango cha madhabahu ili kila mmoja ajione ameweka mkono. Jina la Bwana libarikiwe. <laughs> Sasa nataka nikuonyeshe kwamba walipofanya hivyo, unajua kila Mkristo alikuwa akisimama, haioni madhabahu iliyojengwa na mtu mmoja, anaiona madhabahu iliyojengwa na kila Mkristo. Ina maana kubwa sana, ina maana kubwa sana kwa sababu wengine, ukishamruhusu afanye hivyo, anaweza baadaye akaitumia hiyo nafasi vibaya anataka mkihubiri mhubiri anavyotaka yeye, msiguse vile vilivyoko kwenye kona ya kwake. Dunia hii, Mungu atusaidie kwa <laughs> hiyo, anatengeneza himaya tu, kwa sababu kuna vitu anavifanya na hakuna kitu kibaya kwenye maisha ya kiibada kujitengenezea specialization fulani, kujiona watu fulani ni bora kuliko watu wengine, ni muhimu kuliko watu wengine, ni zaidi kuliko watu wengine, iwe ni kwenye ishu za kiroho kujiona kwamba sisi ni wa kiroho zaidi kuliko wengine ni dhambi mbaya sana. Iwe ni ishu ya kitaaluma kwamba sisi tumesoma kuliko watu wengine ni dhambi mbaya sana. Iwe ni ishu ya uasisi, iwe ni ishu ya uwezo wa kiuchumi, tunapogusa kwenye eneo la viwanja vya kanisa, sikiliza, sisi wote ni sawa mbele ya Mungu aliye baba yetu. Hiyo sentensi najua ni ngumu sana na itawakera wengine, lakini wacha niiseme. Tunapogusa kwenye viwanja vya kanisa, sisi sote ni sawa. Aliye bora na aliye zaidi ni Mungu muumba mbingu na nchi peke yake. Sio umasikini tutakao utumia kuutaja ili tuvuke, wala sio utajiri, wala usomi, wala chochote hatuwezi tukakitumia kuleta majibu kwenye ibada. Anayeleta majibu kwenye ibada ni Mungu aliyeumba mbingu na nchi peke yake ninawapenda watu wa jeshi jeshini, na hasa kwa wale JKT waliowahi kwenda. Ulikuwa ukifika kipindi kile, kuna kipindi fulani kuna watu walikuwa wamedoji kwenda jeshini. Nawashauri vijana msidoji, sababu naweza ukashangaa sheria baadaye nasema lazima upitie jeshini kwanza ndipo uwe na vijezo fulani. Kwa watu wakadoji, baadaye ikaja sheria kwamba kama ulidoji ukaenda umeajiriwa, wote mnakuja jeshini. Kwa watu wakaenda jeshini. Sasa unasikiliza, kilichotokea walienda, wale waliokuwa na vyeo walienda, wasomi walienda, watu wa levo mbalimbali wale wale, wale wale. Viongozi wa kule jeshini wanavyowapokea, wanawambia sikiliza, unapofika kwenye geti la jeshi, vua cheo chako <laughs> vua elimu yako, vua kila kitu, unakuja kama kuruta. <laughs> Saa zingine unakutana na yule ambaye yuko kule ambaye ndo atakuwa mkufunzi wako, amemaliza rasaba, wee una digiri zako mbili, anakurusha kichurachura kama hakujui. Kwa nini umeingia kwenye himaya zao? <laughs> hata tunapoenda ibadani tujifunze jambo hili. Wakristo, acha kutengeneza vigezo na mazingira yanayotaka kuhalalishia wewe uwe bora kuliko watu wengine, uwe na sauti kuliko watu wengine, uonekane wewe una thamani kuliko watu wengine. Haiko hivyo. Mungu kule mbinguni anatutazama sisi wote sawa. Kwa nini? Yeye ni baba wa watoto wake wote. Kwa hiyo, cha kwanza tunapofika hapo tuachilie hivyo vitu, tumpe nafasi ya kwanza Mungu katika alivyotubariki navyo lakini tuachilie vile alivyotubariki navyo kwa moyo. Tusiende kwa sababu tuna uwezo na tukadhani uwezo wetu ndio unaoweza kufanya mambo yaende. Mungu hategemei mwanadamu kufanya kazi zake. Na laiti kama angekuwa anategemea wanadamu wakati wa kuumba mbingu na nchi, basi angeita wanasayansi waliosomea engineering ili kuweza kuseti nguzo na kizio chake kitakachoifanya dunia iweze kukaa. Na ndio maana kwa sababu hamuhitaji mwanadamu kufanya mambo yake, akatumia kinywa akatamka. Wakati tungepewa nafasi hiyo wanadamu, ninakwambia tungekuwa na bonge la nguzo lenye kitako kikubwa lililoshikilia dunia. Hakufanya hivyo. Hauhitaji mwanadamu kufanya kazi yake. Ukiona amekupa nafasi, hata kama ya kumtolea sadaka, ujue amekuheshimu, amekuthamini, na wewe ndiye uliyelengwa kubarikiwa, sio Mungu. Mungu abariki neno lake.